ufanyao kazi. Aya. Alikuwa na ufunguzi ni Injili ya Yohana sura kumi mstari kumi na yule anasema, mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. M. Hm. Haleluya. Nesikia hivi. Kwamba Bwana alikuja ili tuwe na uzima kisha tuwe nao tele. Tafsiri nyingine inasema tuwe nao mpaka ububujike <laughs> Tena sio tu kuwa nao, tufurahie. Eh, kama wewe ni unasoma Bibilia ya Kiingereza, ukisoma tafsiri Amplified Bible Classic utaona inasema hivyo eh? kwamba sio tu uwe nao uh, lakini ufurahie na uwe nao tele mpaka ubobujike, mpaka uonekane kwa wengine, ndio tu Mungu anaanza kusema. Kuna ukweli mwingi katika neno la Mungu na ulio mzito sana, unatikisa misingi ya kawaida ya kufikiri. Hata hivyo, wakati mwingine ukweli huu haukubaliwi mara moja hata na wengi ndani ya mwili wa Kristo. Hai. Hii ni kwa sababu tu uelewa na utayari wa kupokea mara nyingi huzaliwa, oh sorry, huzuiliwa na mila, ujuzi uh, na hofu ya mabadiliko mm. <laughs> maneno mazito sana eh? kwamba katika neno la Mungu kuna ukweli mzito sana mkubwa kwenye nyanja mbalimbali, lakini sio wengi wako tayari kuupokea ukweli huo, hata ikiwepo wale ambao wako ndani ya mwili wa Kristo kwa sababu gani? Kwa sababu kuna vizuizi vya mila, ujuzi mdogo walionao na pia hofu ya mabadiliko, kwamba umeshikilia kitu kwa muda mrefu sana. Ukiambiwa hiyo eh, njia uliokuwa unaenda sio sawa, unatakiwa ugeuke, anasema ah, nataua yani, miaka ishirini ilipita kwenye hii njia, unaniambia sio sawa? <laughs> Ah, mtoto wa Mungu. Anasema kwa mfano, miaka mingi iliyopita nilihubiri ujumbe kuhusu uzima wa milele na nikatangaza kwa ujasiri kutoka kwenye maandiko kwamba Mkristo hatakiwi kuwa mgonjwa. Mgonjwa, anasema alihubiri miaka mingi iliyopita na kutangaza kwa ujasiri kwamba Mkristo hatakiwi kuwa mgonjwa. Anasema ilikuwa ni ufunuo wa kina sana lakini usio wa kawaida. Wakati huo, watumishi wenzangu walijaribu kunizuia nisifundishe somo hilo Wakitoa mawazo na hoja zao, walifikiri lilikuwa ni kosa kwangu kuamini au kufundisha jambo kama hilo. Abk eh? Unafikirije mdumishi, kwenye mtazamo wako, wakati tunaendelea ku... <laughs> kujifunza somo hili eh? Unafikiri magonjwa ni sehemu ya maisha yako kama mkristo eh? Kwamba na mtu augui, bwana, lazima ugue eh? Magonjwa ni sehemu ya maisha <laughs> ah. Kama hiyo ndo dhana yako, hebu fikiria, kuna andiko linasema magonjwa, niseme maisha au <laughs> linasema kwamba Mkristo lazima ugue? <laughs> Mungu anasema. Nakumbuka nililazimika kuficha kanda za ujumbe huo kwa sababu ya mwitikio hasi na upinzani kutoka kwa jamii kubwa lakini kadiri nilivyozidi kutafakari neno la Mungu ndivyo nilivyoshawishika zaidi kuhusu ujumbe huo. Ingawa mi mwenyewe nilikumbana na changamoto zangu za kiafya wakati huo, nilichagua kuamini neno zaidi ya uzoefu wangu niliokuwa napitia. Nilirudia ujumbe huo miaka miwili baadaye, na ikawa ni wazi nilikuwa sahihi, neno lilikuwa sahihi. aya kwamba anasema <laughs> alikutana na upinzani wa hali ya juu kutoka kwa watumishi wenzake, wakifikiri kwamba amekosea, ili lazima afiche zile kanda za huo ujumbe wakati huo, kwa sababu ni kama vile <laughs> vita iliamka kutoka kila upande. Lakini anasema ingawa yeye mwenyewe alikuwa anapitia changamoto za kiafya binafsi na amehubiri ujumbe, lakini ilikuwa ibadilishi uhalisi wa neno la Mungu, na anasema miaka miwili baadaye alivyorudia ule ujumbe bado aligundua liko sahihi sana, kwa sababu neno la Mungu ni sahihi. Inawezekana neno la Mungu linachozungumza sio uzoefu wako. Unachopaswa wewe ni kuleta uzoefu wako kwenye neno la Mungu na sio kulishusha neno la Mungu kwenye uzoefu wako <laughs> ah, sivyo? Umesikia leo nilichosema? Kama neno la Mungu linakwambia kitu fulani kuhusiana na maisha yako, kama ile ambayo nimezungumza kwamba utakuwa kama umempokea Yesu Kristo, una uzima tele uzima wa aina ya Mungu uzima ambao hauchakai, haufubai, hauchoki, haufi, haugui. Sasa <laughs> uzima huo unatakiwa kuwa uzoefu wako wa kila siku, haitakiwi kuwa tu ni unasema head knowledge, yani sio tu yale maarifa ambayo katika, katika kichwa hapana. Yatakuwa yawe ndio maisha unayoishi kwa hiyo inalazimu, itakulazimu ulitafakari hili neno usiku na mchana mpaka nuru ya neno hili ing'ae kwenye kila seli ya mwili wako, kwenye kila tishu, kwenye kila ogani, kwenye kila kiungo cha mwili wako wa haya, <laughs> katika utosi wa kichwa chako, katika unyama mguu yako. Mhm, hebu nikuuliza swali la eh, uchokozi unaoendelea. Umekufikiri Bwana aliugua katika miaka 33 aliisha duniani eh? Haya, ndio Mungu anasema hivi, lakini nilijua nilipaswa kuingia ndani zaidi. Nilihitaji kuelewa kwa kwa nini mwili wangu ulikuwa bado hauakisi ukweli huu. Kwa hiyo nilifanya uamuzi wa kuzingatia wa kuupatanisha uzoefu na mwili wangu kwa neno la Mungu. Umesikia hii <laughs> haukuwa mchakato wa papo kwa papo eh. ulichukua muda, bidii na imani isiyo yumba yumba, lakini nilikaa na neno, nilitafakari neno, nikalizungumza neno na kulitumia maishani mwangu kila siku ah. kwa hiyo chungaji alichokifanya ni kwamba akaamua sasa ule uzoefu aliofundisha aliougundua kupitia neno utakuwa ndo uhalisi wake, kwa akaanza kufanyia kazi ili mwili wake uakisi, uonyeshe, udhihirishe ukweli wa neno hili. Anasema, na kisha siku moja jambo la ajabu lilitokea, nilijua bila shaka nilijua bila shaka yoyote kwamba kila chembe yangu kila mfupa na mwili wangu wote na kila seli ya damu yangu vilikuwa vimejazwa na uzima wa Mungu. Ufunuo huu ulibadilisha maisha yangu milele. Miongo kadhaa imekuja na kupita sijawahi kuugua tena. Kwa nini? Kwa sababu niligundua kwamba nina uzima wa milele. <laughs> Ah, embu, embu, embu tafakari hili kwanza. Yani, tunavyoendelea kusoma Irapsodi, nataka neno hili penya ndani yako ulifikirie. Uzima wa milele hmm? ni nini? Ni dhana eh, ni nadharia tu na, dhana ambayo sio halisi je eh? Ni, ni kitu ambacho tunakipata tukifika mbinguni au ni kitu ambacho tunakiishi sasa hivi, tunakipokea sasa hivi, ni uhalisi wetu wa kila siku? Umesikia mtu, mtu wa Mungu alivyosema hapa kwamba aliendelea kutafakari aliendelea kulizungumza lile neno mpaka <laughs> ile siku ikapambazuka, eh? ndani ya moyo wake na ndani ya maisha yake akajua pasi na shaka kwamba aya, anao uzima wa milele kwenye kila chembe ya mwili wake, kwenye kila seli, kwenye kila tishu na ndio, huu ndio uhalisi ambao wewe na mimi na Wakristo wote duniani wanapaswa kuja kuufahamu na kuuelewa na kutembea katika uhalisi huo. Jana kama ulikuwa unatusikiliza, nilikuambia Ukristo sio dini, mtumishi. Kuna dini ndani ya Ukristo, lakini Ukristo sio dini, ni uzima wa Mungu uliodhihirishwa kwenye mwili <laughs> wa mwanadamu. Biblia inasema, tazama, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa nini? Kiumbe kipya, ya kale yote yamepita, yote ile namna ya maisha ya kale imeisha, mtumishi ili namna ya kuingia hospitali asubuhi, mchana na jioni, na kuona kwamba ni sema, maisha yako imeshapita, hiyo una aina mpya ya uzima. Bibi anasema alikuja kwa walio wake, lakini walio wake hakumpokea, bali wale wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa mwana mwana wa wa Mungu. mwana wa Mungu ni nini? <laughs> Bibi anasema sio waliozaliwa kwa mapenzi ya mwili wala damu wala nyama wala ya mtu <laughs> bado wamezaliwa kwa mapenzi ya Mungu, kwa neno lake, kwa neno la Mungu lina aina ya uzima ambao haya malaria, uliwezi mtumishi, kisukari wala haiwezi kulifikia. Inaitwa good kind of life, yani aina ya uzima ambao Mungu anao. Wow, sio kama unaelewa hilo neno. Kuna uzima wa mwanadamu, wa mnyama labda paka, ng'ombe, mbuzi kuna mzima uzima wa mimea eh, miti majani, mboga tofauti. Kuna mboga inaishi wiki mbili, eh, kuna nyingine inaishi mwezi, kuna nyingine inaishi mwaka <laughs> kuna mti unakaa miaka hamsini, miaka mia. Sasa kuna uzima wa Mungu, huu ni tofauti. Aya, na uzima huu umeupokea sasa hivi eh? Sasa kwa maana kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele awe. Kwa hiyo ni kitu ambacho ukimwamini huyu <laughs> mwana wa Mungu, moja ya kitu ambacho unakipokea siku ile umemwamini ni uzima wa milele aya. Good kind of life, yani uzima wa aina ya Mungu. Huyu ni uzima superior kabisa, yani wa juu kabisa kuliko uzima wa aina yoyote unaweza kuzungumza. mm. Mungu anasema uzima wa milele ni kitu halisi, kinaonekana na unafanya kazi katika kila sehemu ya utu wako. Ni uzima usioweza kutawaliwa na magonjwa au udhaifu au kushindwa, hmm, wala kasikili bakala ye ni kiini hasa cha Mungu kinachofanya kazi katika roho, nafsi na mwili wako Ai. Yeah. Amini ukweli huu Umesikia hii kwamba uzima wa milele ni kitu halisi kwao, sio nadharia, sio story fulani hivi, sio hadithi, sio ahadi ambayo utakuja kuipokea baadaye. Kama umezaliwa mara ya pili, kama Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako <laughs> aina hii ya uzima au ya maisha iko ndani yako sasa hivi. Ni uzima usioweza kutawaliwa na magonjwa. Lazima uje katika uelewa huu, lazima uje katika ungesema daraja hili. Usiseme usiseme iche kisukari changu hii <laughs> pumu yangu tumishi. <laughs> Kwa maneno ya kinywa chako unahesabiwa haki, na kwa maneno ya kinywa chako unahukumiwa. Usikate uzima wako na maisha yako kupitia kinywa chako. Umeshaletwa katika daraja la Mungu, kuna aina mpya ya uzima, upo katika ufalme wa Mungu. Yani, wafalme wa Mungu, kuna, kuna lugha tunayozungumza sisi. Ni wafalme na makuhani. Nguvu ya mfalme sio kwenye msuli wake, hapana. Ipo kwenye kinywa chake, kwenye neno lake. kwa kama mwana wa Mungu amesema panda juu zaidi, yani go higher eh? Uingie katika lile daraja ambalo ndo huhalisi umezaliwa hapo, yani usishuke kutoka katika daraja lako ukaenda kule unasema <laughs> mtaani Kaa kwenye ile nafasi yako. Andiko linasema nimeona watumwa wamepanda farasi eh? alafu wana wa mfalme wanatembea kwa miguu <laughs> aipasi kuwa story yako yo mtumishi wee. Nimeona mfalme kaa katika ile farasi, ni lugha ya picha hiyo. Inamaanisha usishuke katika ile hadhi yako ukaenda katika ungesema eh, common areas yani eh, maeneo ya kawaida ya ulimwengu. Hapana, huyu ni mwana wa mfalme, ni klasi ya juu sana hmm? Biblia inasema sisi ni taifa takatifu teule ni uzao mteule special breed, yani wewe sio wewe sio hivihivi, wewe sio wah, umezaliwa na uzima wa aina Mungu, tumezaliwa kwa, kwa neno lake Lala, kasikili, <laughs> ah, Mungu anasema amini ukweli huu hmm? So itakugharimu nini wewe leo kukubaliana na hicho ambacho Kristo amekeleta kwako na kwangu na kwa, kwa, kwa ulimwengu wote hmm? Tunavyosherekea hizi sikukuu za Pasaka na leo ni tunaadhimisha uh, ni Jumaa Kuu, ile siku ambayo Bwana alisulubiwa pale msalabani, nini kinakuja katika fikra yako katika mtazamo wako? Nini inakuja katika tafakari yako, je? yeah. Alisulubiwa ili wewe uendelee kuwa na changamoto ya kiafya, uendelee kuwa mdhaifu na mgonjwa, uone kwamba magonjwa ni sehemu yetu ya maisha, ni ndio maisha yetu ya kila siku? Magonjwa tumeumbiwa wanadamu, wapi namna andiko linaonyesha tu magonjwa yameumbiwa wanadamu damu tumishi? <laughs> magonjwa sio baraka mpendo, eh? Ukisoma katika maandiko utaona magonjwa wakati wote yana associate na na adhabu na laana eh? na changamoto haya associate na haki haya ni haya haya la ndani na haki hmm. Mungu kasikiri. Kwa hiyo kama una umekuwa na changamoto katika mwili wako, na umekuwa ukisikiliza ile Rhapsody leo hii, hebu anza kubadilisha fikra na mtazamo. Ni kweli unaweza usifike pale kesho au kesho kutwa, lakini una uhakika kwamba mimi nina aina mpya uzima. Kwanzia sasa hivi nitazungumza uzima, nitaona uzima, nitatafakari uzima. Utalichukua neno la Mungu kila siku, litamke juu ya mwili wako, hmm? Unasema nina afya ya Mungu ndani yangu. Lazima uzungumze, mtumishi, kwa sababu kinywa chako ndio <laughs> ndo mlango, itaruhusu nini kiingie ndani yako na nini kisiingie. Kumbuka maandiko yanasema kinachomtia mtu najisi sio anachokula, mtumishi lakini kile kinachomtoka. Kwa hiyo unavyozungumza ndio unaongea nini kimejaza moyo wako, ndio unatoa. Ungesema mnyumbulisho wa maisha yako yaelekea upande, upande gani? Kwao kinywa chao kitakulokete kita, yaani kitakutambulisha uko wapi. Hm. Aya, aya.